Media hii ndio leo katika, uh, tawi la pila pesa. Mnyama simba ametinga hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama simba leo hii Kulowe nini eh, South Africa meta bila Zanzibar alifanikiwa kupata, kupata goli moja. Mnyama simba Simba ameingia finali kombe la shirikisho barani Afrika. Hizo ni shamra shamra na kelele baada yeii kumalizika. Mnyama Simba kelele kama naoziona kwa tawi la mpira pesa hapa Magomeni. Mnyama Simba Sports Club e, ametinga hatua ya finali kombe la shirikisho e, unaona mashabiki wa Simba Sports Club wakiwa na furaha hapa Magomeni, tawi la mpira pesa e, shamra shamra, hawaamini macho yao, hawaamini macho yao ni kitu ambacho kimetawala hapa tawi la mpira pesa. Mnyama Simba yatinga hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika, hawaamini macho yao. Simba Simba Sports Sports Club, mashabiki wa Simba Sports Club katika hapa tawi la mpira bila pesa, wakiwa na furaha na bashasha baada ya Simba Sports Club kutinga hatua ya uh, fainali kombe la shirikisho eh, eh, barani Afrika. mimi na Simba Sports Club, hao ni mashabiki mashabani mpira pesa, wakiwa na furaha, wakisema ndo basi tena, wameingia hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika, wamemtoa kule ugenini, wametoa katika hatua ya nusu fainali, mnyama Simba Sports Club ameporosha eh, bendera muhimu sana baada ya kuitinga fainali. Nategemea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, na mnyama Simba anaanzia ugenini ule mechi ambayo itanakuamuliwa leo, Berkane na Constantine a na ataingia hatua ya fainali, anakutana na Simba Sports Club. haya ni mashabiki wa Simba Sports Club wakiwa hapa

anaongea na shukuru sana. Nashukuru mwenyezi Mungu, nashukuru mwenyezi Mungu. Niwapongeza Watanzania wote walotakia mema tena, nawapongeza wachezaji wangu na Wanasimba wote walotakia mema. Mzungu yuko kwenye lijani, alisema Asimba akiingia fainari, sura yake ataiweka wapi? Mzungu Haji Manara. Watazamaji wa Chapesa Media, uko hapa Magomeni mpira pesa, mambo mengi ya muonekana katika shughuli ya Simba Sports Club akiingia fainali kombe la